Marhemu Sayras Jirongo ametajwa kuwa kiungo muhimu sana katika kuanzishwa kwa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Masindemliro MUST mjini Kakamega, na hii ni baada yake kutoa pendekezo hilo kwa hayati rais mstafu Daniel Toroitich Arab Moi mwaka wa 22. Brenda Wawire anatuarifu kwa kina. Pendekezo hilo liliibuliwa kisiasa wakati wa kampeni zilizokuwa zikiendelea katika uwanja wa Buhungu mwaka 2002. Wakati huo Cyrus Jirongo alimrai hayati rais Daniel Moi kuanzisha chuo hicho kwa nia ya kuwashawishi wakazi wa eneo la Magharibi kumuunga mkono mgombea wa kiti cha urais kupitia kwa chama cha KANU rais mstaafu Uhuru Kenyatta mwaka wa elfu mbili na mbili. Wakati uh, mzee Moi alituletea Uhuru Kenyatta hapa Kakamega akiuliza uh, kura ya kupewa uhuru kwa president wa Kenya. Yaani, ilikuwa ni kwamba uhuru arithi mzee Moi. Wakati walikuja hapa Kakamega, uh, Jirongo aliuliza ni, ni nini ambacho kinaweza wafanya Waluya wapigie uhuru kura, ama ni kitu gani ambacho Moi atakuwa amefanyia Waluya ndio wapate nafasi ya kupigia Uhuru Kenyatta kura. Na wakati wakati walikuja uh, Bokungo Stadium nakumbuka, kulikuwa na vita mingi sana Uh, watu hawakuwa na impress uhuru kama president wao wakati huo tulikuwa na upinzani kubwa sana. Uh, baadhi ya mambo ambayo Jirongo aliuliza wakati huo ni kuwa na university ya Masinde Muliro. Wakati, wakati huo hii tulikuwa na college ambayo ilikuwa inaitwa Weko Western Province. Wakati huo the larger Western Province haikuwa na university, na ndio sababu Jirongo kauliza Moi kwamba tuletewe university na pia yeye wakati alikuwa mbunge wakaenda kwenye bunge na wakasema, kwa sababu Muluyi ambaye al, alilete Weko university wakati huo alikuwa mzee Masinde Muliro, hii university iwe named after mzee Masinde Muliro so sisi kama wakazi wa Kakamega wakati huo tukafurahi sana sababu university ililete biashara mingi Kakamega haina factory yeyote, na kwa sababu hii university ililete zaidi ya wanafunzi elfu nne wakawa wameleta biashara kubwa sana kwa wakazi wa Kakamega. Chacha Weche aliyekuwa mshirikishi wa vijana wa chama cha Kanu eneo la Magharibi wakati huo, anamkumbuka mwenda zake kwa juhudi zake za dhati za kujaribu kuunganisha viongozi wa eneo la Magharibi ili wazungumze kwa kauli moja mwaka wa elfu mbili na nne. Uh, immediately after mzee uh, uh, kijana wa mali wa kufa alianza kuleta waluya pamoja, alikaa na waluya wote. Mi nakumbuka tukiwa Loita house kule Nairobi alileta mzee Musikari Kombo, Musikari Kombo akiwa minister for local government, akaleta Kitui akiwa minister for in industry, akaleta wote uh, kina Soita Shitanda akawaleta wote, tukaanza rallies, tulitembea kila mahali ya, ya, ya Western Province tukileta umoja ya waluya, na kwa wakati huo naweza sema alifaulu kwa sababu niliona viongozi wetu kwa mara ya kwanza wakiwa wakisungumza kwa pamoja kupitia azma yake ya kuiona jamii ya Magharibi ikistawi serikalini. Wecha anamtaja Jirongo kama kiongozi aliyemhimiza hayati rais Moi kutenga nafasi nyingi za waziri kwa viongozi wa eneo hili. Jirongo was very much ambitious. Nakumbuka baada ya YK92, in 1992, Jirongo pamoja na Ruto na jamaa mwingine kutoka huko Kisii walitengeneza chama kwa sababu wao ndio walifanya mzee moi kurudi katika uongozi 1992 wakati wa kenya wote walikuwa karibu wanataka mabadiliko And in 1997 ikawa ni kwamba moi huenda hakuwa anafanya vile walikuwa wanataka wakaunda chama chao lakini wakati huo moi akawarudisha katika serikali uh, he prevailed upon them yeye pamoja na the current president ruto wakarudishwa katika ndani ya serikali, na hiyo ndio sababu Jirongo alipewa kuwa waziri. Hiyo ndio sababu uh, Ruto akawa waziri. So Jirongo alikuwa anaenda vile mambo vile alikuwa anavyotaka. Wakati huo pia alikuwa na differences zake na Mudavadi, sababu alikuwa anasukuma Mudavadi, anasema sasa ni wakati wa mluya kuwa deputy president, na alikuwa anaona Mudavadi akienda polepole, and indeed uh, kufanya kwake kule sisi tulianza kupata uh, maendeleo kama wa, watu wa mkoa wa Magharibi. And I remember that time tukapata mawaziri kadhaa mawaziri wengi yani kupitia kwa, kwa Jirongo. Kwa sasa Wech ambaye ni mwenyekiti wa chama cha KANU katika kaunti ya Kakamega anahimiza serikali ya kitaifa na ile kaunti kumwenzi marehemu Jirongo kwa vile Jirongo alikuwa na nia kubwa ya kuona kwamba vijana wetu wamepata elimu. Nataka hii university ya Masinde Muliro watengeneze branch kule Lugari kule Lugari na waiite uh, Jirongo university. Hiyo itakuwa imempa at least ukumbusho, watu tutakaa tukikumbuka kwamba uh, at least watu wanakumbuka. Kando na kupeleka university kule kule kule Lugari, tunauliza pia uh, one of the roads hapa Kakamega town. Uh, iwe named after Jirongo. Brenda Wawire, West TV, kutoka Makunga, eneo bunge la Mumias Mashariki, kaunti ya Kakamega.